Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii ni ya Dominika ya thelathini na mbili ya mwaka si wa Kanisa. Tunakaribia mwisho wa mwaka wa liturujia, na liturujia yetu, tunapokaribia mwisho wa mwaka wa Kanisa, Mama Kanisa anatuletea masomo ya kututafakarisha juu ya mambo ya baadaye. Baada ya uzima huu kuna nini? Baada ya uzima huu tunaenda wapi? Ndiyo maana tunapoanza tafakari hii, kama utangulizi, napenda kwanza nikuulize maswali ya kujitafakari, ambayo kwa namna moja au nyingine tutayajibu, ambayo ni haya yafuatayo. Je, ulishawahi kujiuliza utafukufa lini? Na je, ulishawahi kujiuliza mara baada ya maisha haya utakapokufa utaenda wapi? Na baada ya kifo, hivi maisha yakoje? ndio mwisho wa kila kitu? Sasa leo nataka ndugu zangu wapendwa, katika Kristo, niwashirikishe mambo muhimu ambayo ni ya muhimu sana ambayo ni ya imani yetu juu ya uzima wa milele. Haya maswali ndiyo kupa ujitafakari kwa ufupi, yatakuwa najibiwa kadri inavyoendelea na tafakari hii. Katika somo la kwanza ambayo inatoka kitabu cha pili cha Makabayo sura ya saba aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya tisa mpaka ya kumi na nne tunakutana na vijana saba wa Kiyahudi wakiwa na mama yao. Hawa vijana na mama yao wanateswa na kulazimishwa kula nyama ya nguruwe ambayo kula nyama hiyo ilikuwa ni kinyume na imani yao ya Kiyahudi. Pengine wewe ukiwambiwa kitimoto hiyo hapo, haulazimishwi ukiona tu labda utakimbia, lakini wao Wayahudi kwa imani yao hawakupashwa wale nyama ya nguruwe wanateswa wanaanza kuwawa mmoja baada ya mwingine, na hawa vijana wanateswa mbele ya mama yao mama yao, kusudi aone akipata maumivu aweze kuambia kwamba basi, kana imani yenu kula nyama hiyo ya nguruwe. Lakini hawa vijana pamoja na mama yao wanabaki imara, hawayumbi katika imani yao. Sasa wanaamini kwamba au wanaamua kwamba ni vyema kufa kuliko kuvunja imani yao. Na mmoja wao alisema kwa ujasiri na nukuu, mfalme, wewe unatua, lakini mfalme wa ulimwengu huu atatufufua kwa uzima wa milele. Kumbe, tunaona kwamba hawa vijana pamoja na mama yao waliamini katika maisha baada ya kifo. Ndiyo maana wanasema kwamba mfalme wa ulimwengu atatufua kwa uzima wa milele. Ndugu yangu katika Kristo, haya ni maneno ya ujasiri na matumaini pamoja na imani kuu na thabiti isiyotikisika. Waliamini kwamba mwili unaweza kuangamia lakini roho yao au roho zao zimo mikononi mwa Mungu. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema nanukuu, mwili unaweza kufa, lakini imani inayoshikilia uzima wa milele haiwezi kufa. Miri yetu itakufa itawoza, lakini kama tunashikilia imani juu ya uzima wa milele, tunaishi tukishikamanisha na Mungu, roho zetu na imani hiyo hiyo itadumu milele. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kila siku, pengine tunapata nafasi mbalimbali, hasa mbali za majaribu, nafasi ya mbalimbali ambazo zinatupa changamoto ambapo tunapata kishawishi au majaribu ya kuvunja imani yetu, kwa sababu aidha ya pesa, hofu au starehe. Je, wewe unapokumbana na changamoto hizo, majaribu hayo, unaamua lipi? Imani yako inakuwa imeyumba au iko imara? Tuwene mifano michache. Mfano mchache. Mfano, Unaambiwa mkane Bwana Yesu vinginevyo unauawa. Labda mtu anakuja asema, wewe, achana imani yako ya Kristo vinginevyo tunakuwa kama wale Kristo wa kwanza, unaweza ukachagua nini? Au wewe kijana unampata mchumba ambaye ni wa imani tofauti na wewe, anakwambia ache imani yako ya Kristo, njoo we katika imani yangu, au tuache na mambo ya imani hii, au ingie imani yangu ambayo si imani ya Kristo tena ya Kikatoliki. Utachagua nini, ninyi hasa vijana wavulana na wasichana? Au ninyi wazazi, vijana wenu wakisema kwamba nimempata kijana wa imani tofauti na mimi, nataka kubadili dini, unamshauri nini? Lakini mfano unaaidiwa ajira fulani lakini kwa masharti kwamba ubadili dini yako utafanya nini? Je, haya hayatufanyi haya tuyumbe katika imani yetu? Na pengine na ndiyo ukweli. Wapo watu ambao tayari wameshayumba katika hali nazoeleza hapa, mifano hii michache. Kumbe hawa vijana saba na mama yao wanatufundisha kuwa imani ni thamani kubwa isiyopaswa kupuuzwa au kuuzwa kwa kitu chochote kile. Ni zawadi ya kudumu. Somo la Injili natoka Injili ya Luka sura ya 20 aya ya 27 mpaka 38, tunakutana na Yesu akakabiliwa na kundi la Wasadukayo, ambao hawa Wasadukayo tunakuta katika Agano Jipya wao walikuwa miongoni mwa makundi makubwa ya kidini haya ya Wasadukayo, wakati wa Sadukayo, Yesu, pamoja mfano na Mafarisayo na waandishi wa sheria. Kabla pengine, kabla hatujaendelea, kwa ufupi tu tujikumbushe Wasadukayo ni watu gani? Kwanza, asili yao, Wasadukayo walitokana na koo ya kikuhani ko ya kikuhani ambayo inatoka katika ukoo wa Sadoki. Sadoki au Zadoki wa Kiebrania, ambaye huyo Sadoki alikuwa kuhani mkuu wakati wa mfalme Solomoni, kama tulivyosoma katika kitabu cha pili cha Samweli sura ya nane aya kumi na saba. Kwa hiyo jina wa sadukayo linatokana na huyo kuhani mkuu Sadoki. Ndio maana tunapata Sadoki kama mzizi wa sadukayo Wengi wao walikuwa watu wa tabaka la juu katika jamii, walikuwa ni matajiri na waliokuwa na ushawishi mkubwa katika hekalu na siasa za Kiyahudi. Mafundisho yao au imani kuu yao, mambo makuu yalikuwa ni hivi. Kwanza kabisa, tofauti kuu kati ya mafarisayo na wasadukayo ilikuwa katika mafundisho. Wasadukayo walikuwa wahafidhina wafidhirini ya maana yake ni watu ambao walikuwa na msimamo mkali, watu ambao hawataki mabadiliko, wangependa wabaki na mambo wanayoyamini na jadi, mambo ya zamani, kushikilia mila na desturi na imani zao zilizopo sasa. Hao waliamini kwamba, mfano wanakanusha ufufuko au ufufuo, alafu vilevile hawakuamini katika hukumu au thawabu baada ya kifo na kadhalika na kadhalika. Kwa ufupi, ndiyo maana hao masadukayo wakaja kwa kumtega Yesu, wakamuuliza swali moja kwamba mwanamke mmoja alikuwa ameolewa na wanaume saba. Mme wa kwanza akamwoa yule mama, kabla hajapata mtoto yule mwanamume akafariki, akaolewa na ndugu yake wa pili, akafariki bila kupata mtoto, wa tatu hivyo mpaka wanaume saba ndugu wakawa wamefariki. Sasa wakamuuza Yesu hapo, baada ya kifo huyo mwanamke atakuwa mke wa nani? Kwa swali hilo, kwa vile hawaamini katika ufufuko au ufufuo, walijua kwamba watamkamata Yesu kwa sababu, maana yake kama baada ya kifo hao wanaume wote si watakuwepo, sababu wanamgombania huyo mwanamke ni wanani? Sasa ndio maana Yesu pale akawaambia kwamba nyie hamjui watu wa nyakati hizi, huo wanakuolewa eh, hasa Luka, ile mstari wa 20 eh, sura ya 20 mstari wa 35, akawaambia hivi na nukuu: lakini wala ambao Mungu atawezesha kushiriki ule wakati wa ufufuo hawataoa wala hawataolewa tuonekane kama malaika. Kumbe baada ya kifo hiki, tunapokufa Yesu akatufufua si kwamba tutakuja kukutana tuanze kusema huyu alikuwa mke wangu, huyu alikuwa ni shemeji yangu, huyu ya alikuwa ni askofu wangu, paroko wangu. Hapana, hivyo havitakuepo, miili yetu itakuwa tofauti, miili ya ufuko. Mtakatifu Yohane Krisostom aliwahi kusema na nukuu, kifo ni usingizi wa muda kwa waamini kwa sababu kwao asubuhi ya ufufuo itawachomozea. Ndio maana Yesu anasema, Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa maana kwake wote wanaishi. Pendwa ndugu zangu, hiyo ni habari njema ya faraja. Wale ndugu zetu waliotangulia katika imani hawajapotea wanaishi kwa Mungu. Tunaishi tukiwa natumaini kwamba tutaona nao tena katika utukufu. Ndiyo maana napenda kusema kwamba tafakari hii Dominika ya 32 ya mwaka C, dhamira kuu kwangu mimi nilichagulia na kushirikisha ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa walio hai, si wa wafu. Mungu wetu ni Mungu wa walio hai si Mungu wa wafu. Kuwapendwa ndugu zangu, tunapokaribia mwisho wa tafakari yetu hii, tumalizie kwa vitu vya kufanya. Moja, tuimarishe imani yetu katika ufufuo. Imani inatupa ujashiri wa kuishi katika haki, hata katika mateso. Kama tuna imani, inatupa matumaini. Ndio maana Yohane 11:25 imeandikwa hivi anayeamini hata akifa ataishi. Kitu cha pili, tusikubali kuvunja imani yetu kwa sababu ya dunia. Wana wa Makabayo walikataa kuheshimika kwa macho ya kidunia, waliamini kuwa heshima ya kweli ni ya kuwa mwaminifu kwa Mungu, wasi walilazimishwa wale nyama ya nguruwe ndio wataheshimika kwa imani ambazo ni za kigeni, si imani zao hiyo ilikuwa heshima ya kidunia lakini si heshima ya kuwa mwaminifu kwa Mungu. Tatu, tuwe watu wa matumaini. Huu ni mwaka wa Jubilei ya matumaini. Tunapopoteza watu, wapendwa wetu, tusilie kama wasio na matumaini. Mtakatifu Paulo anasema katika waraka wake wa, wa kwanza kwa Watesalonike sura ya nne mstari wa 14, na nukuu, kama tumeamini Yesu alikufa na kufuka vivyo hivyo Mungu wetu atawaleta pamoja naye wale walio lala katika Yesu. Itimisho. Ndugu zangu, Yesu anafundisha leo kwamba Mungu wetu ni wa walio hai, kila naye muamini haangamii bali atapata uzima wa milele. Chukue changamoto ya kuishi imani yetu kwa ujasiri, tukitazama mbele kwa tumaini la ufufuko. Kumbuke maneno ya Mtakatifu Ireneus aliyesema: utukufu wa Mungu ni mwanadamu aliye hai, na uzima wa mwanadamu ni kumwona Mungu. Kwa hiyo tuishi maisha matakatifu, ili siku moja nasi tusimame uso kwa uso na Mungu, tukimba pamoja na watakatifu wote, kwani yeye ni Mungu wa walio hai. Tunaishi kwa Mungu. Hata kifo akiwezi kututenganisha naye. Mungu wetu ni Mungu aliye hai, si wa wafu. Tumsifu Yesu Kristo.